unaweza ukasahau wa ukamwandika uko jeba, alafu unakuwa yaani, katika kikosi changu kile, unaweza ukashangaa umeandika wa la wa tano, ambao wanaingia kipindi cha pili au saba wa kipindi cha pili hey, eh. Kwa hiyo ina maana wakija wanapotea kisa, kila siku rotation inabadilika. Leo hivi inaangalia leo akwanza mpazo utamwambia kibudeni, lakini baadaye unashangaa kaingia wa wamemuona mkwala, lakini watanda, ni, ni wachangaji hizi na alipiga goli moja nzuri toka NBC ianze hajawahi kufunga mtu goli kama lile. Wanasema leo nimefunga. Ametani, ametani kulia alivyotani akaukevu ule si mpira ukaenda kukata. Huyu unasema. Nikisema hivi sio kweli. Hamna mpira unaokata vu. Hamna mpira unaokata vu. Imekata u. Alafu ikaenda ndani ya kwapa hivi. Mkipa yule akasikika anasema ama hii goli. Yeye ndio kipa mwenyewe. Hakutegemea ajua inaondoka nje kabisa, nji ya kumi na nane. Ina maana wanapokuja hao watu wao watapotea bure, tukawafunga nyingi kwa sababu Simba huwezi kumchukulia vile. Jana unavyokuja oma alicheza nadhani cha kwanza aa, alafu tukabadilisha ile mfumo. Kuita wa watatu alafu wote wako ndani. Unabumbuza ile? Mbuka upande eh. eh. eh. uh. kwa huu kukumpansu. Eee, uliona ile, alitorewa ile sasa kama vile uwe mpinzani wa tabaka vile. Kocha mjanja uwe ana akili kama siafu. Ana akili, ana akili Kocha Fadlu ana akili kama siafu. Siafu unajua akili yake. Akipanda mgumu umuoni. Akifika kuna koashua. Lazima upige kelele. Andai Sina juu ujeka. Ndo Kocha Fadlu mbunu. Kwa liyo Hey, Simba hii sasa hivi, kila mwanasimba ana raha yake, tuongee tu, yani tunatembea kwa maringo mwanasimba. Sasa hivi ukimwangalia, kama umeona zahabu. Kwanza anatamba na simba yake, anajua kuizungumzia ya simba yake utatwambia nini? Ndo timu bora hapa Tanzania, sio zile zingine za magumashi magumashi. Wewe watu uwekeze, ili mradi upate pointi tatu. Wengine tena mikataba yenu mnaingia, wewe bwana, utanipa goli kumi na mbili. Wewe utanipa goli 10. Ah, wewe mkataba wako huu utanipa goli 8 nje ndani. Simba yuko hivyo, Simba kila mechi ngumu, si umeona huyu KMC watu wamemdharau? Si umeona leo eh, mechi ilikuwa ngumu. Hey, na sio tumemchukulia simple, lakini hivi akifika kwa wawe ambao kocha wao kabla siku moja alikuwa anaomba uwekezaji asasa lika na alioomna ukiwa na mpira ule, mwisho wa siku yatatokea yale ya kocha wao aliyoondoka, alisema kwamba hapa ligi haiko sawa, ee, bwana Saidi, rudi hapa. Hatuna mechi zile nzuri, hatuwezi kufika mbali. Kweli hawakufika mbali au walifika mbali? Jamani, si wameishia kwenye <coughs> <yagondoga, tos> makundi wakaondoka, hata ile mwaka robo hawajafika. Maskini ya Mungu. Simba anacheza fainali sasa hivi. Mtaambia watu Simba anacheza fainali. Ile mambo ya medali medali, mjaramu sitaki kusikia tena i watu, hey, hey, medali mae hey, kupe kama watoto wanalingisha vishiringi mama. Hataki medali, mama anataka kombe. Waliona kiwango anacho bwana, nusu fainali unazania? Si walienda, wamewafunga timu iloshuka daraja, ile ilikuwa fluku tu wale walokutana nao awamo wametolewa pia salamo kwa namna ambavyo Simba ameshinda viporo vyote. RS Berkane anaenda kukutana na Simba, kwa namna ambavyo anaifuatilia takwimu za Simba, uh, mechi nne mfululizo ameshinda. Hii Berkane itakuwa najiandaa kisaikolojia na namna gani anavyojiandaa ajiandae. Kama alivyo Simba ya kufungwa magoli mengi tulishaiacha ugenini, hmm, lakini Simba ya kwa Mkapa ukija utoki, ndo Simba hii ipo unayoiona akija mtu anakufa. Na kila tunavyokwenda, simba inajengwa, simba inajengeka nyewe wenyewe. Mnajua wachezaji waliokuwa wako chini sasa hivi wanakuwa juu wako vizuri kabisa. Wachezaji waliokuwa wanazingua sasa hivi hawazingui wanafanya makubwa. Kocha anawajenga wachezaji na kila mchezaji anafanya ushindani ili atengeneze kupata namba pale, eh, ndio maana kocha anawapa anawapae ote nafasi hiyo, tunajivunia Simba kwa sababu kila mchezaji anajitoa, lakini mpira ta tunakuja, tunakua kwa ngali ya hapa, ukidia, kama hpahadi mbele itakuaje? Tutawafungaje tunakwenda mara nani? Fabrice Ngoma aachefondo maleni Abdurazaki, Hamza, Mohamed Hussein, inabona yani zilikuwa zinapigwa kule kule, zinakuja hapa Budo, tunarudi nyuma sasa. Ina maana ndo waliwaheshimu wale. Anajiuliza, huyu ndio uh, golikipa ambaye anatarajiwa kubeba tuzo ya golikipa bora anaruhusu uh, magoli kwa kweli. Mzalamu limekaji s si, tunacheza na hao ame